Naam, e bwana, mwanadada Sishikiki sikamatiki ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram jinsi gani ambavyo anavyomwadmaya anavyomkubali ametokea kumpenda sana e, rais ambaye anafahamika kwa jina la Kamanda Traore. Huyu bwana ni rais wa kule Burkina Faso, mmoja kati ya marais vijana kabisa ambaye anaongoza nchi hiyo ya Burkina Faso kijeshi, na ni kitu ambacho kimekuwa kikiwavutia vijana wengi. Lakini cha kushangaza ni kwamba kumbe mpaka wadada pia wa kibongo wametokea kuvutiwa sana na kijana huyu Traore wa kule Burkina Faso ambaye ndiyo kiongozi yani, ndiyo rais nchini humo. So mrembo Sishikiki ambaye tunaweza kusema kama vile ni ex girlfriend wa Harmonize, kwa sababu kulikuwa kuna hizo habari zilikuwa zimesambaa kwamba Sishikiki alikuwa ni bebe ya Konde Boy eh? So moja kwa moja this time around bwana ame make headline tena kwa mara nyingine baada ya mrembo huyo Sishikiki si kushea ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameandika kwamba huyu ndiyo African giant simba la masimba the real OBO of Africa, alafu akaendelea kusema kwamba the one who make all Africans skele woo and shoki and bend over in respect huyu ndiye mwanaume sasa. Ameandika hivyo Sishikiki mambo hayo Alafu akaendelea kusema kwamba miaka thelathini na saba lakini akili za mubaba, I love this man. Ameandika hivyo kwa herufi kubwa kuonyesha msisitizo na makopa akaweka hapo. Kisha akaendelea kusema kwamba I never thought the day would come where I will fall in love with such a young man but guys I think I'm in love. Yani hapo kwa Kiswahili ameandika kwamba yani sijawahi kufikiria kwamba kuna siku itakuja nitadondoka nita, nita kwenye mapenzi na kijana mdogo, lakini kusema ukweli jamani, nipo kwenye mapenzi. Yani kwamba huyu sishikiki ameamua kuadmiti kwamba anampenda, yani ana feelings na huyu jamaa, yani anahisia kabisa na huyu eh, rais wa Burkina Faso eh, Traore Ibrahim Traore, au bwana alafu, akamalizia kusema kwamba mnisaidie kumwambia kwamba mkikutana naye huko duniani. Umeona, kwa amewaomba wadau bwana, kama vipi bwana kama vipi bwana, ni heri watu bwana, ambao wana contact au wana ukaribu na huyu jamaa, wamfikishie ujumbe kwamba sishikiki anampenda mno. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, na ni jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana. Hata mimi mwenyewe pia sikuwa expect kwamba kitu kama hiki kinaweza kikatokea, lakini ndo hivyo mambo yame happen. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.